Kwa mkoa huu taarifa ya mkoa wa Morogoro kwa uchache ni kwamba hakuna katika wale ambao hana kazi hapa katika mkoa wa Morogoro Mheshimiwa. Tumeanza pale kwa Jeshi la Polisi na dawati la jinsia tangu uanzishaji kwake dawati la jinsia mwaka 2018 2 eh, na kwa miaka saba hii kila linavyokwenda linazidi kuimarika. Na Mheshimiwa Waziri, nakushukuru na naomba upeleke salamu hizi kwa Waziri wa Mambo ya Ndani. Kwamba dawati lile la jinsia limewafumbua watu wengi sana haki zao kuhusu masuala ya jinsia na masuala ya haki za watoto na kadhalika. Kwa Mheshimiwa Waziri, lile kwa namna yoyote mtakapokaa huko kwenye serikali kuu tunaomba lipewe nguvu zaidi na sisi watu wa Morogoro ni mashahidi wa ile. Sasa lile jambo lilofanyika pale Mheshimiwa waziri la kuwa na utatu ule na paralegals, lakini pia na watu wa wa ustawi wa jamii Mheshimiwa waziri, na kuomba lile jambo kama limefanyika Morogoro e, basi libebwe kwa wengine wote, lakini lijulikane kwamba limeanzia Morogoro. Ni jambo zuri mno, wale watatu akakaa pamoja wakafanya kazi pamoja pale na wakahudumia wananchi wanaokwenda pale kuwaona katika utatu ule. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri na, naomba nitumie nafasi hii ni niwapongeze wale watu walioko pale Mheshimiwa Waziri wako na kamishna wa mkoa wa ardhi. Sisi katika mkoa wetu wa Morogoro, unajua miaka mitatu minne mitano iliyopita, Morogoro ukiona sifa yake ni migogoro ya ardhi katika miaka hii miwili mitatu, Mheshimiwa waziri, tumefanya kazi kubwa sana mkoa wa Morogoro kuondoa migogoro ya ardhi isiyokuwa na lazima. Migogoro ya ardhi isiyokuwa na lazima, Mheshimiwa waziri, ni ile migogoro ya kutengeneza. Mtu anatengeneza mgogoro wa ardhi kwa sababu una manufaa kwake, lakini una dhiki kwetu sisi, una karaha kwa watu wengine wote kasoro yeye anayotengeneza sasa Mheshimiwa Waziri, tulichofanya, tumeacha tu kuendekeza watu wa namna hiyo, lakini pia tumekuwa tunawashughulikia sana. Mtu ambaye anatengeneza mgogoro wa ardhi ili kuwatia dhiki wenzake, huyo sio mtu wa kukaa wa kukaa na kumchekea. Tunashukuru Mheshimiwa Waziri kwamba migogoro ya namna hiyo imetupungua sana, bado tunayo lakini imetupungua sana Mheshimiwa Waziri hiyo pia inaendana na uwekezaji mkubwa ulioweka huko kwenye sekta ya kamishna ya ardhi ambayo wanafanya mambo kidijitali zaidi na kuondokana na ile mambo ya mafaili mafaili na mambo ya kuchonga chonga. Mheshimiwa Waziri, naomba niwashukuru sana watu wa Tanganyika Ligo Society wako pale katika mkoa wa Morogoro, wanatusaidia sana, na watu wa, walioko chini ya taasisi zako watu wa Rita, watu wa, wa, wa wizara yako Naomba jambo moja tu Mheshimiwa Waziri, kwamba katika mkoa wa Morogoro katika ukubwa wake, yale tuliyozungumza kule ofisini kabla hatujakuja hapa, swala la ukubwa wa Morogoro lizingatiwe wakati wa kuwapatia huduma hizi za kisheria e, e, wa Tanzania wenzetu. Mheshimiwa Waziri, wale walioko pale ni ushahidi kwamba hili jambo lina, lina mahitaji makubwa. Kwa hiyo na mimi nawashukuru sana wote uliokuja nao wataalamu wote wakiongozwa na kaimu katibu mkuu. Na Mheshimiwa Waziri, naomba nikuhakikishie kwamba hata umewambia wana hili jambo, ni zoezi la kuanzia la siku mbili, lakini linakuja kubwa baadaye mwezi wa tatu wa nne, hata hili la sasa hivi. Hata ukiamua wakae siku nne siku tano, bado sisi hatukasiriki. Mheshimiwa Waziri, katika mikoa yenye ukarimu huwa wanasema Tanga ndio mkoa unao unaongoza ukienda Tanga kuondoka majaliwa. Lakini mheshimiwa, nataka nikupe siri, Morogoro tuko karibu sana na hapo. Watu wa Morogoro ni watu wa karimu, wana raha, hawana karaha, na mengine umeshuhudia wewe mwenyewe. Kwa hiyo nataka nikuambie kwamba ikiwa utawapangia wakae zaidi ya hizo siku mbili kwa awamu hii tu ya kwanza, hiyo ni yako wewe, au ukisema waende Singida warudi, bado ni wewe. Sisi watu wa Morogoro tunawakaribisha na tunawashukuru sana. Tunajua wako hapa Morogoro, lakini hata wakienda katika awamu ya pili, wakaenda Ifakara, ni jambo zuri sana. Kule nako watawafikia watu wengine ambao tutawapunguzia safari ya kilomita mia mbili na thelathini kuja hapa kwa ajili ya kupata msaada huu.